Hii ni akaunti ya YouTube ya Mr Beast ambayo ina subscribers milioni 385. Huu ndio YouTube ambaye anaongoza, maana ashika nafasi ya kwanza ulimwenguni kwa kuwa na subscribers wengi upande wa YouTube. Sasa ukitazama kwa hapo juu, kuna hii content ama video ambayo imeandikwa, what this video to feed one person in need. Hii ni content ambayo alikuja kuifanyia Afrika, Afrika Mashariki, nchini Kenya, ambako alitoa msaada wa vyakula kusaidia shughuli za mashamba. Kuna matrekta, malori, lakini pia misaada madawati kwenye moja ya shule, na ni video ambayo aliitayarisha mahususi kwa ajili tu ya kuisaidia jamii hasa shule na sehemu husika, yani wananchi ambao wapo karibu na shule husika. Sasa baada ya video hii kuipandisha wikendi iliyopita, inamaanisha siku ya Jumamosi na kuweza kuchukua nafasi kwenye vyanzo mbalimbali vya kihabari, hasa kuvutiwa na hiki ambacho alikifanya YouTube huyo, ambaye alidai kila mtazamaji mmoja ambaye atatazama video husika basi atakuwa amechangia, na hii ni kutokana na malipo ambayo yanaingia kuweza kufanikisha yale yote ambayo alituonesha kwenye video, licho kuwa nilikwambia kwamba hii ni project ambayo alikuja kwa siri nchini Kenya na kisha kuitahadisha mwanzo mpaka mwisho kisha sasa kuja kuiachia. Na ukitazama video hii ikiwa na siku mbili tangu ipandishwe ina watazamaji milioni 30. Sasa inaelezwa kuwa kumbe, kuna watu wengi amekuwa akifanya hizi video ambazo zinamuonyesha akitoa misaada kwenye jamii, hasa kwa watu wenye uhitaji, lakini sio kwa lengo hilo. Lengo ni kutaka kupata fedha ama kujinufaisha kwa kupata views. Sasa baada ya kuona mashambulizi yao yamekuwa mengi, siku moja tu baada ya video husika kupanda, akaamua kuja kuwajibu baadhi ya watu ambao waliweza kulalamika kwenye counter mm -hmm. X ambapo aliandika video zangu mbili zilizofanya vibaya zaidi mwakauni zile nilizosaidia watu. Nilifikiri tu ni shirikisha hili kwa sababu kuna watu wanaodhani nafanya haya kwa ajili ya kutafuta watazamaji, lakini ningepata watazamaji wengi zaidi kama nisingewasaidia maelfu ya watu kutembea na kugawa mamilioni ya milo. Watu pia wangekuwa hawanichukii sana. Lo, lakini haijalishi, nitaendelea kufanya hivi kwa sababu mimi ndiye mwenye channel ya YouTube yenye subscribers wengi zaidi duniani, na naamini kutumia jukwaa hili kuhamasisha watu kufanya mema ni muhimu, na pia napenda kutengeneza video hizi. So hii ni kauli ya Mr Beast, ambao pia aliambatanisha na content takriban kumi ambazo zinaonyesha rank ya watazamaji videos, ambazo alikuwa akifanya games na challenges na hizi ambazo pia amewasaidia watu ikiwemo hii ya Kenya, ambayo kama ambavyo alisema, video za kuwasaidia watu zimefanya vibaa. So hata hii ambayo alienda Kenya na kutoa misaada mbalimbali ipo hapo. So ukitazama kuanzia video ya kwanza ina watazamaji milioni 49, ya pili ina watazamaji milioni 47. Kadri namba inavyoshuka na watazamaji wanashuka, lakini ukitazama nafasi ya tisa na nafasi ya kumi hizi ndizo video ambazo aliyetoa misaada unaona kama hii ukitazama hiyo ya tisa ambayo amesema meseji ya watu kumi ina watazamaji milioni ishirini na nne na hii ambayo watch this video to feed one person in need ina watazamaji milioni ishirini na moja nukta tatu so hii ilikuwa ni kabla ya sasa hivi ambavyo video hii imemoto upande wa views na kufikia mpaka watu milioni thelathini hii ni video ambayo alikuja kushoot nchini Kenya sasa ni kwa nini amesema haya na hii ni kutokana tu na watu kudai ya kuwa videos ambazo amekuwa akizifanya kwa ajili ya kuonesha kwamba anaisaidia jamii, hilo sio lengo halisi na badala yake anafanya hivyo kwa ajili ya kutafuta views. Yani watu wanaamini videos ambazo anasaidia watu zinakuwa na zimbazo, watu, watazamaji wengi kuliko aina content zingine mbazo, ya zingine ambazo zinakuwa kwenye akaunti yake. Lakini hapana. Huo ndio ufafanuzi ambao amekuja nao Mr. Beast. SNS, Management Audio series za kusisimua makala za ulimwengu